Showcase hapo ya, ya shewa hiyo uh. Ni bwana anasema shewa lakini hapa bado ajeisha ajay, mambo ajawekwa sawa tukamalizia mambo uh. Safi, apa, ni kama hivi safi kabisa, hapa ni dining uh. kundu showcase hizi so kwamba ni za Mchina. Hii ni ya simenti, tunaposema ya simenti tunamaanisha iko safi eh? kmaay safi kabisa, hakuna cha kusema sii mpaka za Kichina. Sasa hivi tunatengeneza za simenti Mambo, hmm. Kama hivi hizo ni picha mm -hmm. Ah, kuja kwenye fancy itangazoni ah